Hadi Aprili 2025 wizara imesimamia utekelezaji wa hatua mbalimbali za kisera ili kufikia malengo na shabaha za kiuchumi jumla. Hatua hizo imekuwa ni pamoja na kudhibiti mfumuko wa bei, kuhudumia deni la serikali kwa wakati, kutekeleza, eh, rasilimali, kuelekeza rasilimali fedha katika miradi inayochochea ukuaji wa uchumi, kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara kuwezesha mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi, kuimarisha mifumo ya usimamizi wa fedha za umma. Matokeo ya utekelezaji wa hatua hizo, Mheshimiwa Spika, ni pamoja na ukuaji wa pato la Taifa, yani GDP kukua kwa kiwango cha asilimia tano nukta tano kwa mwaka ishirini ishirini na nne ikilinganishwa na asilimia tano nukta nne na ukuaji wa asilimia tano nukta moja kwa mwaka ishirini ishirini na tatu. Aidha, katika kipindi cha Julai ishirini na nne hadi Aprili ishirini na tano mfumuko wa bei nchini ulifikia wastani wa asilimia tatu nukta moja ikilinganishwa na asilimia tatu nukta mbili katika kipindi kama hicho kwa mwaka ishirini na tatu ishirini na nne na, na wastani huu ni wastani imara kuliko nchi zote katika majirani zetu. Mheshimiwa Spika, hadi Machi 2025, akiba ya fedha za kigeni ilifika dola za Kimarekani milioni 5693.2, kiasi kinachotosheleza uagizaji wa, wa bidhaa muhimu kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi minne. Kwa upande wa vipaumbele 25/26 ni kama ifuatavyo: kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 50.98 kuhudumia kwa wakati deni la serikali linaloiva kwa kiwango cha shilingi trilioni 14.22; kujenga mifumo pamoja kutoa ankara za malipo ya serikali ili kuongeza ufanisi; kuboresha na kuunganisha na kuimarisha usalama wa mifumo ya kielektroniki; kuandaa sera za usimamizi wa mali za umma. Kwa upande wa ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, kwa mwaka 24 25 25 26 fungu namba 045 ofisi ya taifa ya ukaguzi ni kama ifuatavyo: kufanya ukaguzi wa mapato na matumizi, ukaguzi wa mifumo tehama, ukaguzi wa ufanisi kiufundi, na kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika usimamizi wa rasilimali, kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, kujenga uwezo wa kamati ya kudumu ya bunge ya usimamizi wa fedha za umma, kujenga uwezo wa ukaguzi juu ya matumizi ya mifumo ya tehama. Na kwa upande wa vipaumbele vya taasisi za wizara kwa mwaka ishirini na tano ishirini na sita vipaumbele vya taasisi za Wizara ya Fedha kwa mwaka ishirini na tano ishirini na sita vinapatikana katika ukurasa wa 55 hadi 64 katika kitabu cha hotuba yangu.